Mwanzo mlango wa kumi mstari wa kwanza. Hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, Shemu, Hamu na Yafeti, na kwa wao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Wana wa Nafeti ni Gomeri na Magugu na Madai na Yavani na Tubali na Meshaki na Tirasi. Na wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Rifati na Gonama. Na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshishi, Kitamu na Warodani. Kwa hao inchi za pwani za mataifa ziligawanyika kuwa inchi zao, kila mmoja kwa lugha yake kwa jamaa zao kufuata mataifa yao. Na wana wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanani. Na wana wa Kushi ni Seba na Havila na Sapta na Rama na Sapteka. Na wana wa Raama ni Sheba na Dedani. Kushi akamza ni Mrodi akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana, kwa hiyo watu hunena kama ni Mrodi hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Katoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Reboto iri nakala na riseni kati ya Ninawi nakala, nao ni mji mkubwa. Misri akaanza Waludi na Waanami na Walehabi na Wanaftui na Wapakturus na Wakaslui huko ndiko waliotoka Wafilisti na Wakaftori. Mkanani akamza Sidoni mwanawe wa kwanza na Hethi na Myebusi na Mwamori na Mgirgashi na Mhivi na Mwariki na Msini na Mwarvadi na Msemari na Mhamadi. baadaye jamaa za Wakanani walitawanyikana na mpaka Wakanani ulianza kutoka Sidoni kwa njia ya Gerari na hata Gaza, tena kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu hata Lasha. Hao ndio wana wa Hamu kufuata jamaa zao, kwa lugha zao, katika nchi zao kufuata mataifa yao. Naye Shemu ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafeti akazaliwa wana. Wana wa Shemu ni Elamu na Ashuru na Afkasadi na Ludi na Aramu. Na wana wa Aramu ni Usi na Huli na Geteri na Mashi. Afkasadi akamza Sela, Sela akamza Eberi, Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume, jina la wa kwanza ni Pelegi, maana katika siku zake inchi iligawanyika, na jina la nduguye ni Yoktani. Yoktani akamza Almodadi na Shelofu na Remaweti na Yera na Hadoramu na Uzali na Dilla na Obali na Abimaeli na Seba na Ofiri na Havila na Yobabu. Wao wote ndio wana wa Yoktani. Makao yao yalikuwa kutoka Mesha kwa njia ya safari, mlima wa mashariki. Hao ndio wana wa Shemu kufuata jamaa zao na lugha zao, katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Hizi ndizo jamaa za wana wa Nuhu kufuata vizazi vyao, katika mataifa yao na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika.